ni kwamba tutafunga tunatarajia tuna, tuna kufunga kambi zetu ati twitegulie kuugara ingambi zachu kwamba kambi ya Nduta ifungwe itakapofika tarehe thelathini na moja mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na sita ati e, inambi hii nduta ati twitegulie kuyugara igenekelezo ja milongo tatu na lime ukwezi kwa gatatu kumwaka uza yote ya urejeshaji wakimbizi kutoka Burundi lazima ifahamike kwamba ukomo wake wa kambi hii kuwepo ni tarehe thelathini na moja mwezi wa tatu. Ati lero imigambi yose izokoga ngindo zose zizofatia kugila ngu abantu washobora kutaha ati hisunde e, chane imenye ko e, inkambi hindia izorangira muruko kwezi kagatatigenekelo a mirongo tatu na lime Jiniba. Ati kandu bwa utumwa ati mwandise usaga huri kutabro gwandise gushikijeniuvi kambi ile kwamba mpaka mwezi wa sita tarehe thelathini iwe imefungwa atiria mabi nyarugufu ati gushikukwezi kwa gatandatu mwaka uza ati izovayaugavodayo na sababu kwa nini mwezi wa sita ni kutokana na mchanganyiko uliopo pale wa Warundi na Wakongo ati nwene kubera ikinyarugusu azogera mu kwa gatandatu ati nikubera kuko hari ya inyarugusu avarachanganye munzi zirachanganye harimo abakongomani ndetse n'abarundi varondi. Tunapaswa kuchukua hatua kwa tahadhari ili tusiwaathiri wasiohusika. Huduma muhimu kama elimu kwa watoto na vijana ni kwamba ni sana kwamba haipo kwa ulinzi wa mtoto na kijana kambini, tunasema kwamba kwa kuwa huduma muhimu haipo, basi ulinzi wa mtoto na kijana umeathirika kwa kiwango cha kuweza kutokuvumilika tena ate akubwa umtekano chana ukulinda umwana ndetsenugwaluka no ngaha vifanye nuuko izo fashanyungira kamaro zitahari ati rero ubwo mulinzi atibwara uh, bawenabobwarononikaekurugero atitogwihanganira nakwamba sasa wajibu wa baba na mama wa watoto hawa na vijana ni kujiandikisha kurejea Burundi, mumenyeko inshingano change ijikogwa chumu shingana ye chano uh, mupapa hamwe eh, mama uh, kurabo ovana uh, ndetse no gwaruka ari ukwiandikisha agahunguka mu gihugu cyo Burundi. ko hapa nitalenga zaidi kwenye kueleza mikakati tuliyopanga kusudi mjiandikishe, mpeleke watoto wakajiunge na shule, lakini pia wadogo wakalelewe katika mazingira mazuri, na tunafanya hivi kwa sababu sababu zilizowafanya mkimbie Burundi hazipo tena. ati duko livyo rero kuko icatumye amuhunga igihugu cyo Burundi gushikine saha nta kikihari. Tutachukua hatua nyingine ngumu zaidi ati duko tuzoca dufata ihindi namba cyane ihindi ngingo ikomeye kurusha iyi tumaze gufata ambayo ni kufuta hadhi ya ukimbizi ahari kuzoca tubakurako ubuhunzi uh, uh, ambapo mimi sitaki tufike hapo aho roroheena kedeikodushikio. Sasa hili tusifike hapo kwenye kufuta hadhi kugira roro vidushike hiyo hokuvakurako umuhuzi, ni lazima tuchukue hatua laini, ati ningombwa tufate ingingo zoroshe. Ijapokuwa kufunga vituo vya kuchezea watoto, tunawapenda sana, sio hatua laini ati nubwo akugara ibigo abana bakinira ko abana dusanzwe dukunda bakinira ko atari ngingo uh, zoroshe lakini kwa mzazi si ajali anaona kwamba ni laini tu ataliko uh, kumuvyeyi atachaitayeho ababona yuko ari ngingo yoroshe kwa hiyo kwa sasa ati kubwizya uburero tunapima

lakini lazima hizi hatua zote tunazokwenda nazo niziweke wazi. atirero aningombwa change ni vyiza yuko hizingingo turiko tujana nazo ndazigaragaza change nazishira kumgaragaro kusudi, wote kwa pamoja mjue kabisa kwamba hatua zinapokuja kuchukuliwa, msiseme kwamba hii mbona imekuja ghafla, sijajiandaa. atirero nazazazishira kumgaragaro kubira Ati mwese muzimenye hanyuma ni mwabona zitanguye gushigwa mu ngiro ati nimuzo tanya ati ese ati ko zibaye ati kibiriraho cyangwa ati ko zidutunguye. Ili hapa ninalolitoa ni tangazo la jumla. Ati ikindiko e, ndavuga ni tangazo rusangi. Lakini utekelezaji utakuwa kwa ofisi ya eh, mkuu wa kambi na moha na UNSR. Ati arika bajashira mu ngiro ibindi e, ko ndavuga ani biro by'umukuru w'ikambi cyo kimwe ni shira... Asiri. Sasa moja ambayo pia jiniva nilioambia la mwisho ati rero ati kima kandi mufyama na nyuma ni kwamba tutafunga tunatarajia tuna, tuna kufunga kambi zetu ati titegurie kugara ingambi zachu kwamba kambi ya Nduta ifungwe itakapofika tarehe 31 mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na sita ati e, inkambi hii nduta ati twitegole kuyugara igenekerezo ja mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatatu kumwaka uza ngo mikakati yote ya urejeshaji wakimbizi kutoka Burundi lazima ifahamike kwamba ukomo wake wa kambi hii kuwepo ni tarehe thelathini na moja mwezi wa tatu, ati lero imigambi yose izokoga ingingo zose zizofata kugira ngo abantu washobole kutaha

Na sababu kwa nini mwezi wa sita ni kutokana na mchanganyiko uliopo pale wa Warundi na Wakongo. ati nene kuvera ikinyarugusu azogera mu kwa gatandatu ati nikubera kuko hari ya inyarugusu varachanganye undizirachanganye harimo abakongomani ndetse na varundi. Tunapaswa kuchukua hatua kwa tahadhari ili tusiwaadhiri wasiohusika. ati lero ati ningombwa yuko dufata ingingo ati tubanje kuba magaho kugira ngo nihagire ababibara abababara muri izo ngingo kandi bitali ngombwa ko ni mu, muhemo mukajua atua hizi ati rero igira kamara kumenya izo ngingo kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba mkuu wa kambi na mkuu wa ofisi UNSCR Kibondo ati rero ati niteze yuko e, e, e, umukuru wikambi ndetse Kibondo kuanzia wiki ijayo, naamini mtaanza utaratibu wa kuorodhesha vizuri majina, namna wakimbizi walivyojipanga, kusudi baadaye kwenye nyumba zao zije ziwekewe alama za esi na tarehe za kuondoka, kila mmoja jue. Ati anugu, uh, shira kurutonde amazina ayimunzi uh, hanyuma uh, mgende kwa mazi yawo mshireko akaamenyece uh, kwakugwiza

mipango yote mnayoifanya hata huko kambini jipangeni katika mwelekeo huo. ati rero anipeze yuko imigabo nimigambi yose mukora ati muikore ati mufise ijohangiro muri jo hangiro. Lakini jambo lingine labda niliseme kidogo hapa kuhusu UNS ati aliko ilindi jambo ng'omba vuge ati lekana livuge ati akubijanye ati, uh, uh, mkuu wa ofisi ya kibondo na na Kasulu ati urongo uhasere Ikibondo hamwe ni Kasulu, shughulikieni tatizo la kushindwa kupeleka wakimbizi wote wanapokuwa wanajitokeza kujiandikisha. ati fata mmino chahe torera umuti torera umuti ikikibazo chokudatwara uh, impunzi zose chan chokudahungula impunzi zose mu gihe baba baje kuyandikisha kugira ngo ni kwamba magari yapo ya kutosha, visiwepe visingizio vya aina yoyote ate gerageza chanze mitwaralike amagari abe ahali ni habe izitwazo ivyo izi, alivyo vyose yaliyotokea wiki hii ivyawaye mlimejitokeze tena wakati wa urejeshaji. Naombeni sana ndugu zangu, tunafanya hivi si kwa sababu hatuwapendi ati rero ndabasavye shimise bakundwa ati nitukorihi kobera kuko tutabakunda warundi na tanzania ni watu wako karibu sana ati abarundi ndetse na abatanzania ati mubashikiranye cyane, begeranye cane tumengiria namno ati mno injira twarinjiranyemo cane hatupaswe kuishi maisha ya ukimbizi ati nitusabwa kuba mu buzima bwobuhungiro cyangwa bimbonzi. Serikali zetu zimeweka utaratibu mzuri wa kutembea kutoka Tanzania kwenda Burundi, kutoka Burundi kuja Tanzania. atieta amaretayacianasizauru tendo biza chane ati binganaishogora kuva mli tanzania ukaja muburundi ukava muburundi ukaja ukajakutembea mli tanzania kama alivyosema balozi mdogo wa Kigoma kutoka Burundi, hebu tumieni fursa hizo bamo, badala ya kusubiri hii hali ya ukimbizi, kwa sababu Ninachoweza kuhakikishia, hatutegemee kuwa na mtu anaitwa mkimbizi kutoka Burundi kuanzia tarehe moja mwaka elfu mbili na ishirini na sita.